<laughs> Kuna wale watu wanasemaga hivi hawa, hehe bwana wanaga mafanikio kwa sababu ni watu ambao wanasemaga ndi mgasida, yani mhehe hawezi kuwa na mafanikio wala hana mafanikio muhehe yoyote yule, kwa sababu ni watu ambao wanalizika mapema. Sasa ndi mgasida ndigonaga, sasa hiki nini hiki hiki kinakiona hiki mjengo huu wa mtu muhehe. Yani, muhehe from home kabisa ilinga, alafu mtu seme, yeye, wewe hawana maendeleo Wahehe.

Wakati we na nya mwiga ya kenu tena ike kili gaki mwinga kiga ya kenu kifu hafanzika. Ngoja ni waonyeshe sasa, kwamba mba sisi wahehe, tukiamua jambo tunakuwa tumeamua. Kama kunavyoona hapa, napanda ngazi hapa, napanda ngazi zimezunguka, kama mnavyoona hizi. Wahehe, mambo yanaenda, naenda wahehe, tukiamua tumeamua, na tukiamua tukatagi tamaru wakuti ya lena li hizo ni kauli tu ambazo watu wanatusemaga mapema kwamba sisi tulinasemaga tu bagasida nke twatlilekabwaliekabwaela yemboga, hiyo tumeshalizika. Hicho kitu hakipo, twiga ya finu nda wewe fyo nda hapa, napanda gorofa kama mnavyoona sana mdale, nilikuwa chini ipandelele kuchanya de ndondibita mbaka kuchanya kabisa kumwisho kabisa upoko muone muone kabisa pende munu ndiga anamuka ndio muvaha ndisogo kuchanya, yani muhehe amepiga kitu cha mjengo, nyumba imekaa juu ya nyumba nyenzake. <laughs> Sasa alitenga kio wela, wasea wahehe sio watu wa mafanikio. wei yako ilikuia wewe mwenyewe ujafanikiwa, afu anze kumsema muhehe. Wahehe tunaweza. Wewe cheki bahati iliyoezekwa yenyewe sasa au utasema hii bati naye elfu tano mia tano. Cheki vitu hivi vipo juu juu, eh, wahehe. Chezea muhehe we, wahehe tukiamua tunaweza, tukiamua tunafanikisha. Wahehe tukiamua, uwezo tunao, sio kusema mwanza kusema wahehe hawana mafanikio na nini. A a uwezo anao, na kama mnavyoona ni lodi hiyo hapa. Yani mjengo sio kusema upo polini, upo chaka kopo load kabisa, kama mnavyoona barabara hizo hapo, magari yanapita hayo hapo, haya hapo, Aye, hapo. Na mnavyojua viwanja vya barabarani vinavyokuwa bei ghali, sio? maana load hiyo hapo na nini hivyo. Haya sasa, kama wewe ni mhehe popote ulipo, sijipigie makofi. Huu nimeonyesha mjengo wa kwanza ambao una gorofa sita na hivi nane, sita zenyezi nane. Muhehe huyu amepiga kitu Dar es Salaam so mkoani Daresalama, muhee kaangusha kitu seme, muhe bwana akisema ndi mgasida basi, awaangaikiage tena kuangaikia kutafuta maisha waheo, labda wakwenu si wakwetu. Wahee wana pambana bwana, wahee wakiamua kuhasu ana hasu kama mnavoona hivi vitu hivi vitu vya wahee, muhe chala.